Una mali za maana yote una. Magari ana majina ya watu. Hem, tuonyeshe ile mafaili. Na siumalizi la nini. Hii kavi na kuzuga. Tuonyeshe mafaili Chief Godlove. Anza faili la benzi, anza ile gari yako yenye makelele kama treni, sawa? Hayo mengine sasa kuyataja. Maki na wajua wenyewe. Toa faili lako kadi ilo sajiliwa. Mimi, Chief Godlove, mshamba wa dunia na upiga kelele duniani Kolombwe ili hapa jina. Sasa hivi toa Mi nakupa banda langu, najenga Goba, mwisho najenga Bagamoyo. Yaani sita, sitaki kuongea. Tuonyeshe sasa hivi, mshamba e, zoba e, kolombwe wakuja e, unapiga piga kelele mabati haya. Hii taxi milioni mia sita taxi Dubai, mshamba e. Wewe si ungeomba hata uweke jina lako kwa muda. Taxi milioni mia sita mwaka mbele elfu mbili ishirini na tano ala exi ya petroli juu open roof, mshamba e, unapiga kelele mabati hapa, huwa yu haya, si mabati ya jari haya Time yote anakugeuza mwimbili kweli koro. Yaani, ujui sapoti, ujui brandi ni nini, ujui kujiongeza, mara ujisingizie mganga, mara ujisingizie Freemason, mara uh, majina yote ushajipa, mara mganga, mara Freemason, mara siu jicho la tatu, bado kujita shoga tu maki waganga leo wengi wanakuaga mwisho wa siku. Majina yote ushajipa, jipe jina hilo la mwisho. Bado hujasema, utasema tu Bali haikai na uchafu, sungura tope. Plaza nisaidie nionekane, uonekane. Plaza nibebe bebe, ni nyanyue. Njoo ni kunyanyue na winchi hapa. Hii hapa winchi njoo kunyanyue nayo. Shamba sungura tope. Mekimbilia kwa wezi wenzio huko. Watu weusi kata ili la gari. Angalia mimi naendeshwa na nani? Mwabeshi Mwarabu huyo. Wewe si ungesema huyu unamlipa dola 10000 wewe? Wewe, wewe, si ungesema unamlipa dola 10000 huyo kwa kutwa? Shamba eh. Hey, Sungura tope. Mdogo. Uniwezi mdogo wangu, umekuja mji kwa pupa umeuvamia. Sisi wazawa. Wewe ongea yote. Sema labda nikwambie neno la mwisho. Mchezo huu hauhitaji hasira. Sawa, wewe ongea yote unaojisikia. Mchezo huu hauhitaji hasira. Sawa mdogo wangu. Eh, life yako uliojichagulia na si life yetu uliojichagulia. Sawa, we Chief Godlove. Pusta gani wewe, Chief Godlove. Niko nje ya muda. Sawa. Buyfast Cargo ndo habari ya mjini. Buyfast Cargo ndo dunia nzima <laughs> <laughs> Oya, tunapambana pambana hizi leo, tunalipa dola usiona. Tunalipa dola biashara hizi. Tunalipa dola tu biashara biashara hizi yes. Tumekuja kufanya kazi. Yaani, sisi kelele zetu tunatangaza kampuni ya mtu, hatutukani watu kama wale Chief Godlove. Yaani, mimi nikipiga kelele nishachukua mshahara. natangaza kampuni ya mtu sawa Labda nikueleweshe mdogo wangu, mi ukiwa wanabweka kwenye mitandao tayari shajiliwa na mtangaza mtu biashara yake. Kwa hiyo anatumia kupitia we, mtu mjinga, ili biashara yake ionekane, sawa, gundua hilo. Sawa, we kichogo, we kitasambusa, we filimason, we jicho la tatu, we gangare, we yani, wewe mpigaji, yaani wewe unawapiga watu na wenye magari na wanakutapeli wewe, ngoma dro, yaani unawatapeli vijana kwenye mitandao afu na watu wanakutapeli Mabaya weka mabaya, tuko kazini yes. Sawa, hey. Si tunapiga kelele, tuko kazini we. Unapiga kelele kuwatukana watu kwa mali za watu, unatoa mishipa shigwe na kutoka humu kwa mali za watu, si tuko kazini hapa. Yaani mi ukiona nabweka, anatengeneza biashara kwa mtu Labda nikwambie na washamba wako wanaokusupport kwenye comment. Na nyinyi mnakuja kwenye comment ni vilaza tu. Mimi napambana kweli ujue. Alafu nikirudi dando na niomba. Influencer naomba 10,000. Au nionyesheni message za watu wanaomba shida. Washamba nyinyi. Sema si atuhusi kufanya ujinga huo. Si wapambanaji sasa tumetokea kwenye shida. Mimi nimekaa jela miaka 7. 95 mimi ndio naingia jela kwa kuchukua vya watu. Mshamba, ulikuwa hapo mjini? Ulikuwa hapo mjini wewe? Unaongea sana. Mkitukano mkipigwa kwenye mshono, mnakimbilia kuambia watu wananenepa, sio na makalio. Sasa hivi ukimwambia mtu shoga, kama neno la kumwambia, ongeza vocha au bando limeisha. Tuko kazini, unaona bui. Fast cargo international, bui fast cargo, fast cargo, guys number 1, fast cargo bui